Leo hii ni sikukuu nzuri sana, ni siku njema ambayo Mungu ametubarikia wa mama wa Njombe jioni hii kukutana, na siku moja baada ya kuadhimisha jana sikukuu yetu ya wanawake duniani, sherehe ambayo katika mkoa tuliadhimisha katika wilaya ya Makete. Makete safi. Wote tunatambua kwamba mkoa wetu wa Njombe ni mkoa ambao kwenye sensa ya mwaka huu 2022 tumeonekana kwamba tuna watu wachache sana, laki nane na themanini na tisa elfu mia tisa arobaini na sita. Kati ya hao wanawake ni asilimia hamsini na tatu. Kwa hiyo sisi tupo wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo lile sala la usawa tunastahili zaidi tunastahili kupata usawa kwa hamsini, kwa asilimia hamsini na tatu katika kila eneo katika kila sekta. Sasa kitu cha kwanza jukumu la awali, jana tulikuwa na mama Samia, alisema kuna kazi ambayo ya kuleta, ya kuleta uhai katika dunia hii haiwezi kufanywa na wanaume hata siku moja. Ni kazi ya nani? ya sisi wakina mama. Sisi wa kina mama inabidi tuongeze juhudi, tuongeze juhudi katika kazi zetu zote, lakini mwisho wa siku tunahitaji kuongeza population eh? Katika mikoa 26 mkoa wetu wa Njombe ndio uko chini sana katika idadi ya watu. Miriam, mtakwimu wangu wa mkoa kila siku ananikumbusha na yeye mwenyewe nataka nimhesabie watoto wangapi. Sasa tuongeze idadi, watatu bado, jamani. Wakina mama oye! Lakini mama, tuweke balance, lakini tuongeze idadi ya watoto wanaozaliwa, msiwabanie bania wanaume. Na hapa hadhara kubwa ninayoongea nayo hapa, ninaona mabinti wengi sana na tunaenda kupata kizazi kizuri kikubwa kirefu kabisa, tusibanie. Tuko pamoja wasichana? Amina. Basi ninaomba niseme tu kwamba mafanikio mengi ambayo tunayaendesha tunaya hapa katika mkoa wa Njombe tunatakiwa yaanzie katika mkoa wetu, lakini mwisho wa siku matumizi pia yafanyike hapa ndani ya mkoa. Kwa hiyo tunahitaji idadi ya watumiaji, huduma zote hizi mlizoona leo hapa, hawa wafanya biashara, wapika chakula, wauza, wanaotengeneza keki wanahitaji population, shughuli ziwepo kama hizi nyingi, watu waweze kutumia, mzunguko wa uchumi uwepo. Lakini niseme tu kwamba mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza sana swala la kumwezesha mwanamke kiuchumi, na kwa jinsi hiyo, ninapenda tu kusema kwamba mama yetu Samia amejiweka vizuri sana, na ndio maana alituagiza kwamba majukwaa ya wakina mama yaanzishwe katika kila mkoa, na sisi tumetimiza hilo, lakini katika kila halmashauri ambapo sisi tumetimiza kila halmashauri y halmashauri zetu zote sita tunazo. Wategemea sasa halmashauri zetu majukwaa yakafanye kazi ya kuanzisha majukwaa katika ngazi ya kata.